Naita Padri Wenceslaus Bamgasheki, ni misionari wa damu takatifu ya Yesu. Hmm, nafanya utume wangu katika parokia ya Yudom na ni mwenyekiti wa wakurugenzi wa katekesi metropolitani ya Dodoma, yani majimbo ya jimbo kuu la Dodoma, jimbo la Singida na jimbo la Kondoa. Sawa baba, tuzungumzie kuhusiana na e, makatekista Makatekista wamekuwa na mchango gani hasa katika kanisa? Kika, makatekista ni nguzo kubwa katika kanisa hasa kanisa la Afrika, kanisa la Afrika likiwemo kanisa la Tanzania. Hakuna mtu anaweza kujivunia kwamba amepata imani bila kupitia mkono au mchango wa katekista. Katekista ni walimu wa dini na maadili, na makatekista hawa wanaji kita katika uchungaji hasa katika vigango vyetu na jumuiya zetu, hufundisha imani kwanza kabisa, hata kabla ya kumfikia padre, hasa kwa sakramenti zinazomwingiza mtu katika Ukristo: sakramenti ya, ki, ya ubatizo, sakramenti ya kipaimara na sakramenti ya ekaristi. Hawa kweli ni watu ambao wa watoa mchango mkubwa, na sisi kama kanisa tunajivunia sana kuwa na makatekista ambao wanajitoa kimasomaso kwa kumtangaza Kristo. Kongamano hili la leo pengine litakwenda kuwa na tija gani hasa kwa makatekista? Kwanza kabisa tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Katika kongamano la leo mpaka jana usiku walikuwa wamejiandikisha makatekista 907, ikiwepo 449 kutoka jimbo la Singida, 326 kutoka jimbo kuu la Dodoma, na 132 kutoka jimbo la Kondoa na hawa makatekista kwa vile wanafundisha dini katika shule, wanafundisha e, dini maparokiani, tunategemea uwe mchango mkubwa hasa kwa siku ya leo wanapokutana, chachu kufahamiana kwamba ni makatekista kutoka majimbo mbalimbali wanaofanya kazi pamoja, na hapa ni hija, ni hija yao ambao katika mwaka huu mwaka wa jubilei kuu ni mahujaji wa matumaini, na ndio maana tunasema katika kongamano hili makatekista mahujaji wa matumaini. Tunategemea mambo mengi sana yatatokea hapa. Wale waliokuwa wameanza kukata tamaa watapata nguvu, na hivyo kazi ya kumtangaza Kristo itasonga mbele, kwa hakika, kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Naitwa katekista James Filipo kutoka jimbo la Dodoma, parokia Mtakatifu Antoni wa Padua Kibaigwa, lakini pia ni mwenyekiti wa kanda. Basi hem, tueleze kuhusiana na siku hii ya leo. Uh, hii siku ya leo itakuwa na manufaa gani? Hasa siku ya leo ina manufaa mengi sana, kwanza kuimarisha wito wetu. Wito wetu kama makatikista lazima uimarike. Tunapokutana na watu mbalimbali, tunatiana moyo, tunachukua mambo ambayo ya muhimu kabisa ya kutusaidia katika kuchochea wito wetu, ili basi tuweze kubadilishana uzoefu na namna pia ya kutoa huduma ambayo ni huduma msingi kabisa katika kanisa, kwamba katekista lazima awe mstari wa mbele katika kushuhudia imani, kufundisha imani, lakini pia kushuhudia imani. E, mimi kwa jina naitwa katekista Joseph Sinda. E, nimetokea parokia ya Iguguno, jimbo la Singida mimi pia ni mwenyekiti wa umakasi jimbo, ya umakasi jimbo la Singida na umakasi wao tumeshabadilisha jina sasa hivi tunaita Umadosco. hmm. E, na pia kwenye kanda yetu ya majimbo haya matatu mimi ni mwenyekiti msaidizi e. Sawa, hem tueleze kwa ufupi sana kwa sana siku hii ya leo itakuwa na manufaa gani kwenu? E, kwa kweli siku ya leo ina manufaa sana E, man, man, ninapoona cha kwanza kabisa ni kukutana pamoja majimbo matatu e, na kufahamiana, na manufaa ambayo ni ya muhimu sana ni kwa ajili ya kuja kupata semina kwenye utume wetu okay. E, kwa sababu tumeshapata semina na tumefundishwa umuhimu wa katekista na kazi yake e. kazi ya katekista ni kuinjilisha e. kazi ya katekista ni kuwafundisha watu ili wamjue Mungu na pia wafike mbinguni. E, kwa semina hiyo pia tumetiwa moyo katika changamoto mbalimbali mbali ambazo tunazipata kwenye utume e, tukaze mwendo kwenda mbele ili kuinjilisha e, na pia tunashukuru kwa mara ya kwanza kabisa jimbo letu majimbo yetu haya matatu e, kwa kukutana kwa pamoja kwa mara ya kwanza. Itakuwa manufaa sana kwa majimbo haya matatu. E, kwa ajili ya kujifunza na kubadilishana mawazo ili kuendelea kusonga mbele e, kufanya utume wetu wa katekista. Asante sana katekista, katekista. Nizungumze kidogo na katekista mwingine tuongee kidogo sana tu na siku hii ya leo, tumsifu Yesu Kristo. Milele amena. Siku hii kwa kwanza itakuwa na manufaa gani kwenu hasa? Manufaa ni mengi, manufaa ni mengi kwa sababu mimi nikiwa kama katekista wa kigango cha Zajilo ambaye anatokea parokia Itiso jimbo hili la Dodoma, kwa kweli manufaa mengi, kwa sababu ukilinganisha na mimi, bado ni kijana, lakini nakutana na matukio ambayo yananibadilisha kutokana na yale maisha ambayo nilikuwa nimeyazoea katika ujana wangu. Lakini sasa katika kanisa najifunza mambo mengi ambayo yatanifanya niwabadilishe waamini, yatanifanya pia nikomae kiimani, lakini pia nizidi kulikomaza neno la Mungu, kwa sababu imani ni matendo na si maneno okay, asante.